Na usipoisali wewe Mkristu, usipo isali jua kuwa unadaiwa. Sasa ni miaka mingapi wewe husali novena ya Pentekoste. Unadaiwa hivyo hivyo, utapaswa kutoa hesabu yake, kwa sababu Bwana amesema hivi: msiondoke mpaka mtakapopata nguvu. Msali muombe mpate nguvu kutoka juu, hiyo hiyo ndio novena ya Pentekoste. Ambayo tumeshaanza kuisali na naimani hata leo itasaliwa na kesho hivyo hivyo mpaka siku hiyo ya Pentekoste, yani Jumapili ijayo. Je, wewe unasali? Kama usali, ujue kuwa unakosea. Kama unasali, hongera, naendelea kusali, usikate tamaa, kwa sababu unatimiza maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristu moja kwa moja. Kama usali, uanze sasa, usali novena ya Pentekoste. Nasema, narudia, novena ya Pentekoste ni ya msingi kwa sababu ndiyo iliyoachwa ya kwanza na Bwana wetu Yesu Kristu. Hakukuwepo na novena nyingine. Ni ya msingi na ya lazima kwa Mkristu kuisali. Kwao tujitahidi na tupende kusali novena hii ambayo kwa mwaka inasaliwa mara moja Kimsingi inasaliwa mara moja tu wakati huo, baada ya hapo ya kupaa mpaka pentekoste yenyewe tunamaliza. Kwa hiyo tusiwe na sababu nyingi na visingizio vya kuto kuisali novena hiyo. Lakini leo tunaongelea juu ya habari ya kupaa. Kupaa tunajua ni kutoka katika hali fulani ya chini kwenda hali ya juu, na ukiwauliza watu wengi kuwa mbinguni ni wapi? Watakwambia mbinguni ni juu, kwa sababu kule ndiko ambako alichukuliwa na wingu akaenda. Kwa hiyo utakuuliza Mungu yuko wapi? Mungu yuko mbinguni. Mbinguni wapi? Juu, ataonyesha huko juu, ndo mbinguni. Sasa labda maneno au lugha yetu ya Kiswahili na yenyewe ni ina misamiati michache iko limited, lakini mbinguni ni ni state ambayo sio ya kuonekana hivi kwa macho hivi, kwa sababu ingekuwa ya kuonekana kwa macho, hawa wanasayansi wanajimu, ambao wanarusha vitu angani, wangeshaiona mbingu huko na wangeshamuona Yesu alipo na Mungu angemkamata, na wangeweza kukamata watakatifu wote ambao tunasema wako mbinguni kwenye litania ya watakatifu tunaimba sana, watakatifu mliopo mbinguni, mtuombee. Wanajimu hawa wangeshawafikia hawa watu hawa na kutuletea habari zao, lakini hayupo hata mmoja, pamoja na sayansi yao na ukubwa wote na ugunduzi wote, hakuna aliyekuja akatuombe hivi kuwa ameona mbinguni ni wapi. Na kwa sababu hiyo fikra yetu au mtazamo wetu kuwa huko ndo mbinguni tuendelee kubaki nao hivyo, lakini mbinguni ambapo alipo Mungu. Na ndio maana mafundisho ya Katekisimu yanatuelekeza na kutusisitiza kutuambia wazi kuwa Mungu yupo mahali pote, ikiwa na maana ni hali fulani ya utakatifu fulani, huko ndiko aliko. Akweza kutaka kutoboa uende ukakutane naye shughuli. Hatuwezi kujua katika katika uhalisia wetu wa sasa, lakini hata wanasayansi hawajatupatia majibu juu ya habari ya hiyo mbingu, walikoificha kama wameiona au hawajaiona, sipokuwa tunasimulia tu katika mambo mbalimbali. Katika masimulizi kama hayo niliyoyasema kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, pamoja na maneno hayo kuliambatana na ishara ya kwanza ni wingu, lilimfunika wingu lilipomfunika, ndio akachukuliwa katika hilo wingu, na ni kwa sababu tunaona mawingu yale, alichukuliwa kama mawingu yale akaenda. Ndio ndio picha tunayoipata rahisi ya kuona kuwa alichukuliwa katika msingi huo, lakini hayo mawingu nanyewe anaenda mpaka wapi? Hakuna mtu mwenye jibu. sasa katika mazingira hayo, lugha ya Bibilia inapoongelea habari ya wingu, inaongelea hali fulani ya utakatifu ambao upo sehemu fulani. Ndiyo maana hata Musa katika kitabu cha Kutoka alipotoka kuchukua zile mbao mbili zenye amri za Mungu, kutoka hapo ukisoma kitabu cha Kutoka kuanzia sura ya 14 mpaka huko Rubai na kitu, unakutana na masimulizi haya ya wingu wingu wingu mengi mengi yameenea hapo. Wanasema hivi kuwa zile mbao zilipaswa kusafiri, wakati wanazibeba wanazitembea nazo, basi wingu lilikuwa linawafuata maanake mbao zilikuwa ni hali ya utakatifu fulani, na ndio wakaelewa kuwa katika kubeba hilo kama ni kitu cha thamani, wakaitengeneza sanduku linaloitwa sanduku la Agano na walisafiri. Sanduku la agano lilipokuwa linakwenda, wingu lilikuwa linawafuata. Lakini kama hiyo haitoshi, hata wakati wa wakiwa wanaendelea na safari walipopigwa sana na jua wana wa Israeli, Mungu alituma wingu ili lizuie jua wana wa Israeli waendelee kusafiri vizuri. Wingu ule uwepo wa Mungu, lile wingu uwepo wa mungu ule kwa hiyo waliweza kusafiri mchana, alafu akatuma kama ndimi za moto hivi, mwanga ambao uliwamulikia wakasafiri hata usiku. Kwa hiyo safari yao Israeli ikawa rahisi, waliweza kusafiri usiku na mchana kwa kufunikwa, mchana kufunikwa na wingu, na usiku kupewa mwanga kuendelea mbele. Hili ndilo wingu. Lakini wingu hilo tunaambiwa hivi kuwa pia lilikuwepo wakati hata e, Bwana wetu Yesu Kristu alipoenda katika mto Yordani kubatizwa na Yohani, kuwa sauti ilitoka katika wingu jeupe ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. hiyo wingu hilo ni uwepo wa Mungu. Kwa hiyo leo tunaposema hivi kuwa bwana wetu amechukuliwa katika wingu amekwenda, maanake Mungu alimchukua pamoja naye akapaa kwenda mbinguni. Kwetu sisi leo, wingu ni neno la Mungu, mafundisho ya kanisa, sakramenti za kanisa, ni neno la Mungu. Wanakipaimara, wanandoa na wote ambao tumeshapokea sakramenti mbalimbali mbali, tujiulize kama bado tunatembea na wingu au tunatembea na kichaka kinachowaka moto. Maana upo uwezekano wa kuliacha wingu kwa makusudi, na tunaenda kujiangamiza sisi wenyewe pasipo wenyewe kujua. Je, bado tuna nafasi ya kusoma neno la Mungu katika familia zetu na katika jumuiya zetu? Tuna nafasi za kukaa na kujadili, kuweza kutambua uwepo wa Mungu katika nafsi yetu, kwa sababu neno la Mungu linatusaidia. Tunapokea masakramenti ya kanisa, au tumejifungia sisi wenyewe na hatutaki kujifungulia kwa sababu tunapenda kuishi katika giza. Tukumbuke kuwa sisi kama wana wale wa Israeli tunasafiri kwa hakika, ili tufike salama katika safari yetu, na mapema, lazima tutumie usiku na tuutumie mchana. Tunapotumia mchana, kwa sababu ya adha ya maangaiko na mateso mbalimbali mbali katika ulimwengu huu wa leo, tunahitaji wingu litufunike, wingu yaani uwepo wa Mungu tufunike. Tunahitaji kusafiri na neno la Mungu, tunahitaji kusafiri na sakramenti za kanisa ili zitusaidie kusafiri vizuri. Lakini usiku unapoingia pia, upo usiku wa mambo mbalimbali, usiku wa woga, usiku wa hofu na mashaka, usiku wa mambo ya hata ya kishirikina. Kuna watu wanaamini hayo mambo. Usiku wa kunyimwa haki, usiku wa maadili mabovu, usiku wa nini. Katika haya yote, tunahitaji mwanga utumulike, na ndio huo mwanga wa Roho Mtakatifu ambao tunauhitaji utumulike, ili tusiingie katika mashimo au katika vichaka, bali tuingie, tutembee katika barabara nzuri pasipo na kujikwaa wala kuanguka, na tukifanya hivyo tutakwenda. Na ndio maana naweza tena nikarudia swali langu. Je, mimi lakini pia na wewe mwenzangu, katika safari yetu ya kuelekea mbinguni, unafunikwa na wingu au unafunikwa na kitu kingine cha ajabu kinachokurudisha nyuma? Unaangaziwa na mwanga wa Roho Mtakatifu au upo katika giza nene linalokupoteza kila siku inayoitwa leo? Tumwombe Mwenyezi Mungu tujalie tufanya hivyo ili tuweze kufika salama kule tunakotarajia tarajia. Pendwa na kipaimara, ninyi mnakusudia kuimarisha imani yenu baada ya mafundisho mlioyapokea kutoka kwa walimu wenu, tunawathibitisha na kuwapokeeni na kuwapatieni sakramenti hii ya Kipaimara, kwa sababu tunajiridhisha kuwa mmejifunza na kuelewa na hata mtihani mmeifanya na kufaulu. Lakini kumbukeni siku zote, kufaulu maswali ambayo mmepewa au umeandika ni jambo moja na kuishi kile ulichokifaulu katika maisha yako ya kila siku ya Ukristo ni jambo la pili. Mkristo mwema na mtii atafaulu yote miwili. Tabu kubwa tulionayo katika nyakati zetu ni watu kufaulu nadharia, kushindwa kabisa vitendo, na kuto kujua kuwa huyu, tunajiuliza huyu kweli alifundishwa na nani? Manake, maswali amepata yote, lakini kwenye kuishi hiyo imani haishi hata swali moja, amekosa yote. Tusingefurahi na kupenda kumpatia mtu sakramenti ambaye amefaulu nadharia, lakini matendo hakufaulu. Lakini kwa nini watu wanashindwa kuishi matendo? Ni kwa sababu ya misingi aliyonayo si imara. Ninyi mnaoitwa askari sasa wa Bwana wetu Yesu Kristu, mlindeni Kristu, yeye na neno lake na mafundisho yake, mjiaminishe na kila siku mjipyaishe kwa kuendelea kusoma neno la Mungu na kulitafakari katika maisha yenu, kusali ninyi wenyewe binafsi, kusali katika familia zenu, lakini kusali katika jumuiya zenu. Kamwe msiache hata mara moja kusali katika parokia yenu, kwa sababu ni kwa njia hiyo tu ndiyo imani yenu itaendelea kuimarika, ndiyo uaskari wenu utakuwa imara, na ndivyo ambavyo mnaweza mkapambana na adui shetani na kumshinda vinginevyo hiyo salamu mliotwambia hapa Shetani naye nyang'a nyang'a, kule tupa kule, hata tupwe shetani, ila utatupwa wewe, utakuwa nyang'a nyang'a na utatupwa kule, pamoja na kufaulu mia moja katika huo mtihani uliofanya. Rai yangu kwenu, anzeni maisha ya imani mkiwa mmemtanguliza Mungu mbele. Kila mmoja wenu ajitahidi kuitunza, kuitetea na kuiishi imani ya Kanisa Katoliki. Msiyumbishwe wala kuburuzwa na mifano mibaya ya watu wenye lengo la kututoa katika misingi yetu ya imani na kwenda sehemu nyingine. Ya pili, mtapendwa na Mungu na malaika na wazazi wenu, walezi wenu, walimu wenu na ndugu zenu na watu wote mkiipenda na kuishi imani yenu. Na kinyume chake ni sahihi. Kama huishi imani yako, utapendwa tu na shetani, na shetani atakuingiza katika njia zake na mitego yake, utaanguka na utateseka sana. Pendwa wanandoa Mmekusudia kwa hiari yenu wenyewe kupokea sakramenti hii, wengine baada ya kuishi kwa muda. Hatuhesabu kosa lililopita, tunahesabu neema zinazotoka leo, neema na baraka za leo na kuendelea, tukitambua wazi kuwa muda uliotumika kwa kila mmoja kumwelewa mwenzake unatosha, na si majaribio tena. Ndoa haijaribiwi. Kama bado una majaribio, ni vizuri sasa hivi tu ukaona kuwa a, a, mimi nataka niendelee na majaribio, tutakuruhusu, kwa sababu hatuwaingizi watu wa majaribio katika sakramenti. Sakramenti hazijaribiwi. Na sakramenti yenu inahitaji kitu kikubwa sana: upendo. Tuna imani mmependana tangu siku nyingi, na mnaendelea kupendana. Pendaneni kama ilivyokuwa mwanzo, lakini huku kupendana inabidi kuendane na mambo mengine: kuheshimiana, kuthaminiana, ku kuhurumiana na kutembea pamoja, kimsingi katika maisha. Sio rahisi, labda wengine mmechukua uamuzi wa muda mrefu sana wa kufikia hatua hii ambayo leo mnaingia. Ni wahakikishieni kuwa inawezekana. Shida ilikuwa ni kusali pamoja. Msiposali pamoja kama familia, ndoa zitakuwa za maigizo hizo. Balini kuwa leo mnavyoanza mkataba mwingine mpya na Mungu wenu Wekeni pamoja kuwa tunataka kusudia kuishi pamoja, lakini wekeni mkataba wa kusali pamoja katika familia. Muone thamani ya kuwa wamoja: kusali, kula, kupanga na usafiri katika maisha ya kiroho pamoja. Itawasaidia kukuza na kuimarisha ndoa zenu. Na wasimamizi wa pande zote mbili, awe wa kipaimara au awe wa ndoa, wajibu wenu ni mkubwa. Haitoshi tu kusimama na kushika bega la mtu au kuangalia kusimamia na kuweka sahihi katika hati zao za ndoa. Mna wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwa hao mnawalea kiroho na kimwili, ili waendelee kusimama na kuthibitisha kile ambacho wanakifanya mbele yenu. Mbukeni kuwa kosa la yeyote kati yao ni kosa lako pia. Mahangaiko yoyote watakayoyapata kati yao ya kiimani ni hangaiko lako. Waendeeni, washaurini, wapeni mifano mizuri ya maisha, lakini mnapofanya hivyo, na ninyi wenyewe ishini vizuri, imani yenu na ndoa zenu. Mtu hawezi kutoa kitu ambacho hana. Kwa hiyo mfano mzuri wa ndoa utautoa kama wewe unaishi vizuri katika ndoa. Kama unaishi vibaya katika ndoa, huwezi kuwa na mfano mzuri wa huyu katika ndoa yake. Mfano mzuri wa kuishi imani, lazima uishi imani. Wewe mwenyewe huishi imani. Ukiona kuwa wewe huishi imani vizuri, hata hao mnaowasimamia watatoroka. Niwatakieni heri na baraka upendo mkubwa katika sherehe hii lakini kukua zaidi katika imani matumaini na mapendo tumsifu Yesu Kristo